Labda pengine umwelezesha anataka labda naona anakuangalia umwelezesha. Unajua kulinda muda. Eh. Yes. Asha vile tulivyosema mwanzo tutaisema tu vile vile. Na kwamba shaa ni bima ya kitaifa ya afya ambayo sisi kama wananchi wa Kenya tunaombwa hmm, tujiandikishe na pia tulipie hii shaa kwa sababu inatusaidia katika matibabu. Uh, Yes, wakati wa kuchanga pesa ya harambee, kuuza shamba ndo ugharamia matibabu hospitalini, inafaa ikuje ifike kikomo. Na yote hii inaweza fanyika tu kama sisi wote tutajiandikisha kwa SHA na sio kujiandikisha tu, pia tufanye malipo kwa SHA alafu tutakuwa tuko sawa kiafya. Nikimalizia na, si, na, na, na. Nikimalizia kwa sababu umesema tunamalizia so, <laughs> <laughs> <Wacha nimalizie. laughs> Wacha nimalizie. Haya maliza. yes nikimalizia uh, once again nataka kusema tu ya kwamba pole kwa familia ya mheshimiwa Jirongo, um, jamaa na marafiki, pamoja na viongozi wote wa Western, na sisi watu wote wa Western ya kwamba tumepoteza yenye. uh, alifanyika yote, tuseme ni mpango ya Mwenyezi Mungu. Tunaomba tu Mungu ailaze roho yake mahali pema pepone. La pili mimi um, ningependa kuomba wakazi wa Kakamega kwa ujumla, sana sana wale ambao wanaishi municipality, ya kwamba tuko na kampeni za kuhakikisha kwamba tunaweka miji yetu kuwa safi na tunatumia tumeanzisha mradi ya circular economy ambayo ina, inatumika kuhakikisha kwamba tunapunguza uchafu ambao sisi wenyewe tunauzalisha na tunapunguza kwa, ku, kwa kuunda vitu tofauti tofauti kutokana na uchafu huu.